Changamoto za maswala ya kiuchumi duniani, mradi huu umeendelea kutekelezwa kwa kasi ile ile. Hili ni jambo linaloipa heshima nchi yetu pamoja na ndugu zetu tunaotekeleza mradi kwa pamoja. Nime nimefurahishwa pia na uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano mimi. Ukienda kijijini kwangu, bomba hili limepita lime mlangoni tu pale kwa nyumbani kwa mzee. Kwa hiyo nina stori za kusema hata kinachotokea kwenye grassroot. Kwa urefu wa bomba hili kilomita elfu moja mia nne sabini na saba kungekuwepo na ubabaishaji, kungekuwepo na kelele nyingi sana mtaani, lakini kwa kiwango kikubwa mmezingatia makubaliano ya mzingatia kila kilicho kwenye makubaliano ya utekelezaji. Na kwa taarifa yako, Mheshimiwa Naibu Waziri, nasema kwamba ifikapo Julai mwaka huu tunatarajia kwamba mradi huwe umekamilika. Tumeoneshwa maeneo eh, kadri mlivyo yagawanya, jinsi ambavyo utekelezaji wake unaendelea asilimia sabini na na sabini na tatu na themanini na, na themanini na moja ni hatua nzuri, kwa tuendeni tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda, tuende kwenye kupata manufaa yaliyokuwa yamekusudiwa kwenye mradi, na nisisitize tu maeneo mawili. Nimefurahishwa kwamba mnatekeleza ipasavyo na swala la, la local content e, na swala la CSR. Sasa kwenye CSR, kama ambavyo mmefanya katika maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji fidia, na kwenye CSR fanyeni hivyo hivyo, msilimbikize si, e, wenyeji wetu hapa wana wana mambo mengi ya, ya kufanya. Nataka wananchi wa Tanga waumiliki mradi wananchi wa Tanzania waumiliki mradi na njia mojawapo ya Watanzania kumiliki mradi ni kupitia ushiriki wao katika mradi huu. Nimefurahishwa pia na masuala ya kuwahamishia ujuzi vijana wetu na kazi ambazo wamezifanya. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mwenyeji wetu, mtendaji mkuu pamoja na wizara Mheshimiwa katibu mkuu na Mheshimiwa naibu waziri, kwa kweli kwa wale ambao wako na hizo taaluma na wako na huo ujuzi angalieni uwezekano, isiwe tu part time. Huu mradi sio wa dharura, wala wala auishi uh, siku moja. Wale ambao kwa kadri ushiriki wao mmeshaona ujuzi wao na na uzoefu wao kupitia shughuli walizokuwa wanazifanya waangaliwe uwezekano wa, wa kupata ajira za kudumu, kwa sababu mradi huu kama ambavyo mkuu wa mkoa umesema ume vyema kwamba kwingine kote umepita, wakishafukiwa kazi ukule itakuwa imeisha, lakini hapa kazi itaendelea kwao. Vijana wetu ambao wameshakuwa tested wanaweza wakafanya hizi kazi, wana ujuzi, wana ujuzi, wana uzoefu, wana taaluma, waangaliwe kupata ajira za kudumu. Usije baada ya kukamilika ujenzi, tukaanza kuona sura zingine za watu kuja kufanya shughuli zile zile ambazo vijana wetu wangeweza kuzifanya tu. Kwa hili mwambie wenzetu mapema tu kwamba tunataka wale ambao kweli wanakizi vigezo vigezo vyake vya kufanya hizo kufanya hizo kazi na wame demonstrate wameshadhihirisha, wanaweza wakafanya hizo kazi basi tafutwe mtu kutoka kwingine kuja kufanya hizo kazi ambazo vijana wa Kitanzania wanaweza wakazifanya. Kwenye local content mwasilishaji ameongelea ame wazawa, pigeni hatua zaidi, msiongelee tu wazawa, msiongelee tu kampuni za kizawa. Kuna ujanja umekuwa ukifanywa kiweka hii hii kauli ya kampuni za kizawa, wapo wasio waaminifu, wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Wanamchukua, anamchukua dereva wake anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa dereva wake alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa . Sasa hii hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania, si sio tu kampuni ya iliyopo Tanzania, sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania, kwa sababu natumia tu an, anwani ya mmojawapo ambaye si, si mnufaika si mnufaika eh. Anaweka kampuni ina ina ina thamani ya bilioni ishirini na tatu, bilioni kumi na tano, alafu mmiliki dereva wake Udanganyifu wa aina uh, hii unawanyima Watanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Kuna dereva anaweza akawa na na mali inayofikia bilioni hamsini ya, ya, ya ujenzi, atakuwa anasimamia lini kama yeye ni dereva wa, wa kuajiriwa kwenye eneo hili eh? na nilishazielekeza taasisi zetu wale watakaogundulika wanafanya ujanja wa aina hiyo tutawafungia watafanya kazi tena ndani ya nchi yetu huko ni kuwatapeli watanzania huko ni kuwaibia fursa watanzania tumekupa mradi una nafasi yako ya kutekeleza mradi tena asilimia kubwa tumetaka hata hicho kidogo sehemu kiwanufaisha watanzania unataka kukomba na hicho wale tukiwagundua Tutawafungia, watafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwenye ile eneo la, la local content fanyeni verification, ni nani anasimamia, fanyeni verification ile portion tunayosema inatakiwa ifanywe na Mtanzania na Watanzania, tunataka kweli ni, ni, ni ya Watanzania, sio janja janja ya kutumia ya kutumia jina la Mtanzania lakini yule yule foreigner anakuwa na kampuni main inayofanya kazi ya asilimia ya, ya kampuni ya kigeni, anafanya huyo huyo na ile kampuni ya ya Kitanzania na wengine wana- wanafanya mnyororo wote wa kazi, kwamba kazi kubwa amepewa yeye. Tume, tumesema kuwe na local content we na sehemu ya kampuni ya Kitanzania anafanya yeye kwenye sehemu ya, ya kampuni ya Kitanzania. Ukienda kwenye masuala ya uingizaji bidhaa bandarini, clearing and forwarding, nako ametengeneza ya, ya kwake yeye mwenyewe ya kusafirisha na kukatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni, ni ulafi. Kumekaribishwa lakini unataka unataka walio kukaribisha hata wasipate kitu. Kwa hiyo hii hii, fuatilieni sasa. Msipofuatilia na kujua na, na, na, na, na, uh, hiyo nikitumia vyanzo vyangu nikijua, na ninyi mtakuwa mmeshiriki. Na naisema kwa kwa shughuli hii hapa, nasema na kwa maeneo mengine yote ambayo tuna miradi mikubwa ya kimkakati jinsi tulivyoweka sheria tunataka watu waheshimu hivyo sheria tulivyoweka, na waridhike e, na tulivyo wapatia ndio. Kwa hiyo niliona nilielekeze na hili kwa sababu, na huu ni moja ya mradi mkubwa tunaokutekeleza. Fanyeni verification e, fanyeni hiyo verification tuone tuone inatekelezwa ipasavyo kwa kiwango gani. Haiwezekani kazi ifanyikie kwetu alafu mnyororo ule wote ufanywe na, na wageni, kwamba imesafirisha meli ya kigeni, clearing and forwarding pale bandarini, clear, clearance imefanywa na, na kampuni yao walioipanga wao wenyewe. Kwa, kwa kwa kwa kutumia anwani tu ya kubabaishia ya Mtanzania ya, ya, alafu na usafirishaji wamewaweke kampuni yao hiyo hiyo wa ya, ya. Haiwezekani watanzania wakabaki wa- wanaangalia tu shughuli zinafanyikia ndani ya nchi yao, hiyo haiwezekani. Kwa hiyo hiyo, fuatilieni fuatilieni na nimewaambia wenzetu wa wizara ya viwanda, nimewaambia wenzetu wa mambo ya ndani, nimewaambia wenzetu wa wa masuala yanayohusika na usajili, na wenyewe wanaendelea huko. Sasa hapa sababu nimefika hapa hapa, fuatilieni hilo na lenyewe lizingatiwe. Na CSR mmelenga eneo ambalo na mimi ni mdau, ongereni endeleni, endeleni na, na kazi hiyo na tuna uhakika e, wenzetu wa mkoa wa Tanga watapata hayo manufaa, lakini na nchi yote kwa ujumla. Mimi niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba serikali itaendelea kuweka uzito unaostahili kwenye mradi huu kwa heshima ya undugu wetu kati ya Tanzania na Uganda, lakini pia serikali itaendelea kuweka uzito katika mradi huu uzito unaostahili, kwa heshima ya kulinda uhuru wetu, kwamba ni nchi huru ambayo inaweza kujitegemea, inaweza kutekeleza mradi wa kiwango hiki. Hicho ni kielelezo kwamba e, nchi yetu inaweza ikatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati, miradi mikubwa ya maendeleo. Ndio maana wakati ukiwa pale Wizara ya Fedha. Ndugu yangu, nani Evelyn, Evelyn nadhani nakumbuka vizuri Evelyn, kua mnakuja na timu ile, tuliwaambia mradi huu utatekelezwa, ije mvua utatekelezwa, lije jua utatekelezwa, na hayo ndio yalikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na leo hii tunavyoziona asilimia za utekelezaji, mmeweza kuona kwamba yale hayakuwa maneno.

Superiors that Tanzania is committed and we really attach due to this project as we have committed ourselves from the beginning. Asante sana mgeni rasmi. <laughs> <laughs> <laughs> Makofi tena kwa mgeni rasmi <laughs> na kabla ya kutoka, mheshimiwa mgeni rasmi <laughs> tunaomba tukupatie uh, modo ndogo Naam, mtazamaji wa TBC, ni safari ya waziri mkuu wa maziara aliyoifanya katika mradi huu wa bomba la mafuta ghafi kutoka pale Hoima nchini Uganda mpaka hapa Chongoleani Tanga nchini Tanzania, ambapo sasa baada ya maelezo haya ambayo yamepewa anapatiwa ukumbusho ambao ni kama picha yanayofanania kile ambacho kitakuwa ndicho kinachoonekana kwenye mradi huu utakapokamilika. E, lakini hivi sasa akitoka e, hapa, Mheshimiwa waziri mkuu ataelekea katika siku yake ya pili ya ziara hii, anampeleka katika mradi mwingine, ni ataenda pale katika bandari ya Tanga, ambako huko ataenda kukagua shughuli za e, bandari hiyo, na baadaye atazungumza na watumishi katika mamlaka ya bandari. Tusikie maelezo haya kwanza, kipande cha udongo kinavyoonyesha bomba hili litafukiwa na juu kabisa ni kukata ngebe za wale mabebelu wanaosema tunaharibu mazingira. Mazingira yatarudi safi, watu watalisha mifugo, watakatiza juu ya bomba na shughuli zingine zote za kibinadamu zitaendelea. Hivyo ndivyo litakavyokuwa bomba letu hili la mafuta ghafi. Asante sana mgeni rasmi, na sasa hivi tutaelekea kutembelea eneo letu la gati ya kupakilia mafuta ambalo ni urefu wa kilomita mbili kutoka uh, usawa wa ardhi kuingia baharini. Asante sana mgeni rasmi kwa shughuli ya leo. Asante mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda hapa, lakini tunarejesha matangazo hivi sasa studio, katika studio zetu za Dar es Salaam, ambapo baadaye kidogo tutarejea tena atakapofika katika eneo la gati ama bandari e, pale ambako ndipo mradi unapoenda kukomea. Hivyo tukutane tena baada ya muda mfupi kutokea hivi sasa. Asante.